Hapo mgombea urais wa chama cha wananchi CUF Maalim Seif Sharif Ahmad ndipo atakapopiga kura. Tayari amekwisha wasili hapa kama unavyomwona, ndio huyu anashuka kwenye gari yake. Tutazungumza naye, tutazungumza naye kupata kusikia nini ambacho uh, anawaambia Wazanzibari baada ya kupiga kura. Hiki ni kituo namba kumi na tatu, hapa Mtoni Kidatu eneo la Mtoni ambapo Maalim Seif Sharif Hamad anakwenda kutumbukiza zile karatasi kwenye maboksi yale ambayo ni maalum kwa ajili ya kutumbukiza zile karatasi za kura. Baada ya hapa atakwenda kumalizia zoezi la upigaji kura kwa kuchovya kwenye wino. Kwa hivyo nafasi ile ya kupata picha katika mwonekano mwanana kidogo inakuwa inatatizika. Mimi binafsi tayari nimepiga kura na nimefurahi hapa kituo hiki kuona kwamba wananchi wengi wamejitokeza kutumia haki yao ya kuchagua serikali wanayoitaka. Naamini kabisa katika vituo vingine vyote hali itakuwa hii hii, kwamba watu watatokea kwa wingi wafanye maamuzi kwa salama usalimini.